Habari za muda huu. Ah, sasa aa, nataka nikuelekeze formula formula mbili ambazo ambazo uliniambia nikuelekeze, kwa ninavyoona mimi nitaongeza ya tatu right. Sasa nitaenda kufundisha aa, functions au formula tatu ambazo nitakuwa ni, ni, ni nzuri pia kuzi, kuzijua ambapo ya kwanza kama ulivyosema ni average Dea, sorry, eve, average. Ya pili ntaenda kufundisha if sawa, na ya tatu nitaenda kufundisha sawa. Hizi ndio fomula ambazo tutaenda kuelekeza n zikuse hapa uzione vizuri eh, hizi hapa sasa Kwenye average ndo tunakujua, kwa hu ni wastani, si ndio? Lakini average if yenyewe ni wastani, lakini unaweka condition ifani. Kwa kunataka nitafute wastani, lakini huu wastani naweka condition. Sawa, tuachane na hii, tuachane na hii kwanza, inaomba niweke niweke kabisa rangi. Tuachane nayo na tudiri kwanza. Kwa leo nitakuelekeza hizi mbili, average pamoja na if, ambapo if ndo tunatumia kwenye grading. Kwenye grading. Sawa, hii ndio tunaitumia. Ndio hii ulivyo naambia kwamba mfano mtu akiweka labda tisini, akiweka themanini, akiweka sabini, mwandikie labda hii ni bini, a. Au akiweka hamsini, mwandikie pasi, failure. Sawa, <laughs> eh. Sasa, nitaanza kwanza na average. Tarudi kwenye data zangu kwenye Excel. Sasa, shumimi hapa nimetengeza data zangu tuiza hapa. Ambayo nimetengeza. Namba za wanafunzi name for students, nina subject ambayo ni mase, lakini pia na column ya max score. Sasa uh, nataka nianze kutumia formula average. Average unavyojua ni wastani, kwa nataka nitafute average ya max zote hizi, kuanzia kuanzia hapa mpaka hapa. Nataka nitafute wastani, wastani wa maxi zizo b scored by hawa wanafunzi kwa sasa naweka labda nani yangu hapa ntanza na, na alama ya sawasawa shanza sawa. Na alama sawa, sawa nitaandika neno average right. Baada ya hapo nitaweka mabano. Nitaweka mabano. Sasa nataka nitafute average ya nini? Average ya column ipi? Maana yake nitaangalia column. Kumbuka tu tunasoma hizi column tunaunganisha column na, Tuna, na rows kwamba tutaweka kwa mfano, nataka ni tafta average ya hii kuanzia hapa mpaka hapa, sawa. Sasa cha kufanya, cha kufanya hapa humu ndani, utakachoandika utaandika D ambayo ni hii ambayo hii themanini ipo kwenye column ya, ya D i ni D, ipo kwenye column ya D, lakini ipo namba ngapi? unaenda huku Unapata tano, tunasoma za huko, sio hii, tunasoma hizi za hapa. Kwa hiyo ni D5. Tunataka tutafute average mpaka wapi? Sawa? mpaka kwenye D utaweka hivi, hapo katikati. Then utaweka tutaishia mpaka kwenye ngapi kwenye D? D ngapi? tuishie kwenye D kwenye D14. D14. Unaona eh? Afu naweka tena mabano. Hapo ndo natafuta average, kwamba utaanza na neno sawasawa then utaandika na neno average, then humo ndani unatafuta average ya column zipi? Kama unavyojua kusoma hizi column tunasoma, tunasoma columns na rows, kwamba una, unaanza na herufi, kwamba hiyo column ipo kwenye herufi gani? Herufi D. Lakini hiyo tunapo tunapoanza kutafuta average ndio ipo inasoma namba gani, unakuja huku pa inapata kwa ni manza D5 then tunaenda mpaka wapi? Ni humu kwenye kwenye D tunaenda paka kwenye D. D ngapi? D kumi na nne. Baada ya hapo mimi nitaclick enter, itaniletea 56.7 hiyo ndio tunatafuta average. Tunatafuta average, let's say nataka nitafute average tu ya namba mbili au tatu vile so, vile nitaanza na sawasawa, nitaandika average, nitaweka e, nitaweka mabano alafu nataka nitafuta average labda ya hii na hii hapa, hii 75 na 67 na nitaandika ipo saba. Nitakachofanya gani, ipo kwenye nani gani? Sio c wala b wala a, ipo kwenye d, nitaandika d kwa mfano nataka nichukue 75 inaanza kwenye D ngapi? Nitaenda huku D6, kwa ni D6, so ni D6. Alafu naweka hii nukta pacha ehe, nataka nitafute average na namba ipi? Kwa hiyo nataka nitafute na namba ambayo ni 67. 67 ipo kwenye nani gani? Ipo kwenye D pia, ipo kwenye hii D, kwenye kolamu ya D, si ndio? Lakini 67 ipo D namba ngapi? Ipo kwenye row ya ngapi? Ni row ya ngapi? Ya saba. Yep. Maana yake hizi ni column, lakini hizi ni row zinazoenda hivi. Hizi row ndo namba, lakini columns zinakuwa zina herufi. Kwa baada ya hapo imekuja average. Hiyo ndo namna ya kutafuta average, wastani wa namba hapo. Nadhani nimeeleweka. Uh, hapo nimetoka kwenye kipengele cha cha average. Average ni wastani kwa maana yake, kipengele cha wastani nimekimaliza, nime, sasa naingia kwenye ambapo if. Ndio if, if, kipengele ambacho una utaweza kutengeneza functions ambayo itaweza kukusaidia kupata grade ya, mat, ya matokeo kwamba huyu uh, mwenye tisini impe A mwenye themanini impe A plus ama A plain. Mwenye sabini impe labda B B plus, sawa ko, inategemea nawe ambavyo umeiweka sasa. Tusipoteze muda, naenda hapa, nafuta hizi hapa, nafuta hii nani yangu, nafuta hii y. Ah, ni niikuze hapa hii, ni nikuze nani yangu hii, ili niandikie fomula yako hapa, kuuza sasa, hii kolamu yangu kolamu ni yangu, nimeongeza kolamu, nimeweka kwenye kolamu ya hii gredi nataka. Unaona hizi maksi zangu, kuna themanini, kuna sabini na tano, kuna sitini na saba, kuna arobaini na tano, kuna thelathini, kuna ishirini na tano, kuna tisini, kuna mia, kuna 25, kuna 25, kuna 25. Nataka ni na tano nataka nitafute gredi zake, nataka a, nitafutia grade kwa mfumo wa a b c d e f, right. Nachoanza kufanya naanza kuandika fomba foma tunayoandika tunaanza na alama ya sawa sawa, then tunaandika if. If functions ni function ambayo inakusaidia wewe kukalkuleti hizo ambazo unazitaka kwamba kukalkuleti grading. Grading system yao matokeo kwa, nitaanza na if, then nitaweka mabano Sawa, nikishaweka mabano naanza kuandika sasa. Kwenye kuandika humu ndani, kwa mfano wewe unataka utafute grade, sindio? Sasa umu ndani unatakiwa, unatakiwa uanze kuandika koram ya D5. Kwa sababu gani? Kwa sababu namba, namba unataka uitafutie grade ni hii hapo. Kwa hiyo utaanza hizi, tuache nazo kwanza hizi. Hizi hapa tuache nazo. Tunaanzia kwanza, tunaitafutia hii 80. Tunaitafutia kwanza hiyo 80. Sawa. Kwa ndani utaweka D5 ambao ndio ipo kwenye D, D5. Ipo kwenye kola ya D lakini lo ya ngapi? Lo ya 5. Haya. Sasa umesema D5 ikiwa kubwa kuliko. Si ndio? Ikiwa kubwa kuliko au tuseme ikiwa kubwa kuliko semanini, basi utaweka kialama cha mkato. Sawa, eh, ikiwa kubwa kuliko semanini je? Yeah, imwetee nini manake? Ikiwa kubwa kuliko semanini itamwekea hii ni A. Utaweka hivi kwamba kama if D5, hii hapa hii namba hii D5 kwamba ipo kwenye kolamu ya D lakini ipo row ya tano, kama ni kubwa kuliko 80, itampa jibu A. Sawa, then utaweka hapo hicho kialama cha chini hicho. Sawa, then utaweka tena nyingine, utasema saa vile if, sawa. if. if. if. if. if. D5 tena hiyo hiyo D5, utaenda nayo D5. Kama D5 ni kubwa ni kubwa kuliko ngapi? Kuliko sabini, sindiwe? Tutaweka kiramo cha mkato, imweke B sawa. Kama ni kubwa kuliko ngapi? sabini. Sasa hapa na kushauri unapokuwa unaweka ya hizi alama kwamba kama ni sawa sawa kama ni kubwa kama d5 ni kubwa kuliko 80, au sawa sawa au sawa sawa na sabini au sawa sawa na themanini. Hizi hapo nakonaziweke na sawa sawa kwa sawa, sababu gani? Kwa sababu ukisema kwamba d5 ni kubwa kuliko sabini kwamba imletee b, maana yake namba zote ambazo zitakuwa ni kubwa kuliko sabini itamletea b, kuanzia sabini Yani, wewe umeweka kwamba kuanzia sabini ukiweka ikitoa a ukiweka tu inamaanisha namba ambayo ni kubwa kuliko sabini yani kwamba ianze sabini na moja sabini na mbili sabini na tatu sabini lakini haitoanzia sabini Lakini ukiweka alama ya sawa sawasawa, manake B5 iwe kubwa kuliko sabini au iwe sawasawa na sabini. Sio, nimepata hapo. Mm -hmm. Ay, kwamba itamletea B. Then tunaenda nyingine aaa ah. If tena hiyo if, if, if hiyo D5 ni kubwa kuliko au sawasawa sawa. Au sawa sawa ndio au sawasawa sawa na ah, tuweke sitini ah, ni kubwa au usasana stin tuweke hiki kimkasi, naweka kwamba imlete nini, imlete ini C sawa eh, theni utaweka tena ki nani liiki hapa kimkasi, then ndo naweka if tena di if. If. Ah, dii D5. D5. sindioe Five, sorry. If D five, sorry. If D five, ah, ni kubwa kuliko, kubwa kuliko au sawasawa na ngapi, na hamsini basi hii imweke kwamba ni d ni ni D. Sawa? Harafu sasa, kwa mfano mimi nimesema hapa nataka niishie hapa. Lakini zingine zote zimetea F. Ina maana, ukipenda unaweza kaandika ukaendelea tena if D5 ni kubwa au sawa na 40 imletee E. Lakini nataka niishie tu kwenye D. Nataka zingine zote zimpe F. Zilizobaki kuanzia hamsini na kushuka chini nimpe F. Maana nitaweka nita, nita tukina drafu tena, nitaweka if afu nitaweka F. Manake ni kwamba zilizo baki zote imwekee F, zilizo baki zote imwekee F. Baada ya hapo, nitafunga mabano sasa. Kwenye mabano, ufunga mabano unatakiwa ufunge mabano, utahesabu idadi ya mabano kutokana na ujuo ya fungua nimefungua bano la kwanza, nimefungua bano la pili, nimefungua bano la tatu, nimefungua bano la nne. Maana hata utafunga mabano mangapi? Manne, nda la kwanza la pili la tatu la nne, sume nipata hapo eh. Maana hata mabano nitayafunga kutokana na niliyoyafungua yafungua, kwa maana nifungua bano la kwanza hapa, la pili, la tatu. Na kama ulifungua mabano matano utafunga matano, kama ni matatu utafunga matatu, kama ni mawili utafunga mawili. Sawa. Sasa hapa nadhani fomu langu imekamilika laz... remind you that sio lazima kuweka hizi alama za sawasawa sawa, sio lazima ukitoa sawa. Sasa unamaanisha kwamba nimekueleza kule, ukitoa alama ya sawasawa hii unamaanisha kwamba if D5 ni kubwa kuliko 80, kwamba kama D5 ni kubwa kuliko 80 ni mweke A. Sawa. maana yake ni kwamba inatakiwa anzie 81 na kuendelea ikiwa themanini itamwekea ni b, kwa sababu umesema b5 iwe kubwa kuliko themanini Manake kubwa namba kubwa kuliko themanini ni ngapi? Ni kwanza themanini na moja na kuendelea. Lakini ukitaka ukiweka alama sawa sawa, manake inamaanisha kwamba hiyo namba imwekee a endapo ikiwa kubwa kuliko themanini au sawa sawa na themanini ina maana themanini na kuendelea. Pere, let's say hapa. Sasa ukisha maliza formula yako sawa, una click enter. Imeandika kwenye nani yako una click into, imwekea a sawa, imwekea a kwamba tuliweka condition yetu kwamba, ukijuangalia huku tukirudisha nani yetu, tukituliweka condition yetu kwamba ikitupa themanini, ikiwa themanini, basi impe A. ikiwa themanini au ikiwa sawasawa na themanini, basi tujaribu kutoa hii salama sawasawa, tuone itaandika nini Si ndiyo? Hatuweke enter. Imetuandikia B, kwa sababu gani? Kwa sababu kwa fomula yetu tumesema kwamba ikiwa B ikiwa kubwa kuliko 80 ndio imwandikie A. Kubwa, namba kubwa kuliko 80 ni ngapi? Ni kuanzia 81 na kuendelea mpaka 100. Sasa sisi turudishe alama ya sawasawa kwamba namba ambayo itakuwa ni kubwa kuliko 80 au sawa sawa na 80 ndio impe A. Kwa hiyo utaweka namna hiyo. Kwa hiyo sisi tutapiga enter. Hiyo ni A. Sasa kumbuka, hapa tulikuwa tunadili na namba moja tu 80, hii hapa, hii ambapo ni D. D. Ngapi? D5. Sasa, ili na zingine kuzipata, unaenda tu hapo na nani dia hapa kinani chako kitokee kina, kinatakiwa kitokee kialama kama fulani cha kujumlisha hapo, then una hold, una hold chini, una kwamba sabini na tano ni B, sitini na saba ni C, arobaini na tano ni F. Ni nisema, mimi kwenye fomu langu nilisema kwamba ikiwa D ni kubwa au kuliko au ni sawa na hamsini, maana yake D, lakini namba zote kuanzia arobaini na tisa kushuka chini, ni F. Ndo hizo niliwekea F. F namba zote zilizopo chini ya hapo sawa. Sasa mi natumaini hapo menielewa kwenye functions, kwa hiyo hapa If. If nadhani nimeimaliza, sawa. Nimeimaliza hiyo if, nitakuja nikuelekeze average if au ndani zaidi kwenye video nyingine. Sawa, hapa kama kuna swali, kama kuna kitu janielewa, unaweza tu uk -uka, uk -uka, uk ka ukaniuliza uk -uka, ukani uk -uka, ukani uk -uka, ukani baadaye. Mna shida kwa jitahidi kwenye hii function yako hii ya kugrade, jitahidi sana unazingatia tu kwamba utaanza na if d utatafuta tu nani yako moja, unatafuta tu kolam yako moja sample, ndo unakua unaiweka kama ni d5. Kama kwa mfano mimi labda ningetumia hapa, ningetumia hapa, ningetumia hapa namba nyingine hapa, ningechukua labda ningeweka. Unaona imehama, imeanza d imeandika d6, nikihama naandika d7. Kwa hiyo unachagua tu nani moja kolam yako moja unaichagua, ndo una dilinayo, unachagua labda E7, anini, 5, d, d Five, una unadili nayo tu moja, aafu zingine unakuja unazishusha chini kama hiyo, inakuwa na jina tu yenyewe. Sawa, kwa natumaini hapo umenielewa. Kama kuna swali unaweza ukauliza. Asante.